na mundu ni atika kwa ukuru wake erevwa kulingana na wira wake kiria kana kaundu angekorwo kiruta unyitaga musara wa kaundu kau angekorwo wira uria urutaga muthikiri wakwa ni wa uthingu musara waku ni kiveo kia moyo wa tene na tene angekorwo wira uria urutaga muthikiri wakwa ni wa ura thoni musara waku ni suira kana kwa ngoma kana kuvieni mwaki kirekano kiratwira atiriri mundu anyitaga kiria kimwagirikite kuma na na wira wake wira uria urutaga musara waku ugakuro vanene na wira usio ndungiva wa musara wa wira tarutete ndungiva wa musara wa wira tarutaga mundu avesa ko musara kulingana na wira wake wanavindire wabye kolemia wira uria urutaga niguo ukoragwo kinditamaini kiria ukoragwo ki nengerwa na muri vanagia uria urarutera wira kuringana na wira uria wevo kogu wa ruta wira wa ngai muthikiri wakwa kwina kiveo kia wira ucio kiringanite na wira ucio no ati waruta ruta wango ma kwe wa na kiveo na kio kia wira ucio wa ruta kiringanite na wira ucio mundu ni avesa kwa kiveo kuringana na wira uria atwikaga gukorwa akiruta mbũki ya thimũ ikumi na igĩrĩka mũbariga ikumi na kana Wimwaro mwaro FM gakaniko